Nigeria, Nigeria? Yeah. Eh, watu wangu, si hapa siku rahisi, sijui nini naendelea. Mimi sijakuwa Nigeria. umetoka Nigeria na? ah, ah, mimi sijakuwa Nigeria, sijakuwa sija Nigeria, sinakwambia kitu. iko jokes gani? uko na jokes? ni kukula, kukula nini Mm-mm. Sija, sijatoka huku kwa msitu, sijatoka huku kwa makaburi niende Nigeria. Ulikuwa unataka kukula. Kukula, kukula nini Bana? Mimi tabia na ulikuwa unafanya nini hapo hapa? Hapa? Sasi, mi nimekupata hapo na unashindwa umeniambia umetoka wana Nigeria kufanya nini no, na hata una nguo kuna tabia mko nayo. Hii tabia yako na Sharon Miss Pimba. Tabia gani tuko nayo? Kila siku nikitaka kukula lazima. Ulikuwa nataka kukula nini? Kwa mto. Ni kwa mto. Kwa mto gani? Hii si ni maji. Bana sisi tulikuwa Nigeria na wewe. Na mimi sijakuwa Nigeria. Tumekuwa Nigeria na wewe. Umeshinda kwa hii msitu the whole week na bado unaniambia nilikuwa Nigeria. Unataka kuniambia hoja gani Riaga? Mimi sijakuwa na Riaga, mimi sijakuwa na mtu yeyote, nimekuwa peke yangu, peke yangu hadi venye sasa hivi imefika Hello, hello, hello. It's a good day, but sii mzuri vile juu nimeishi nikitembea huku for more than four good days since to depart na Gravice. Sijai give up kuja kwa hizi makaburi bado, juu tulidepart tuli tukiwa kwa hizi makaburi uh. Mnakumbuka the last video tukipost venye likuwa Uh, tujaweza kukuwa tukipost venye kunaendelea cause the last day tukiachilia tuki tuki video ama the last day tukiwapa, uh, tulidipat tukiwa na Gravice, mi nikamwambia staki kuka huku tena, nataka nifuate njia zangu. Jua vile, jua vile kulienda huku ndani huku kwa kurahisi kabiri tudipat, mimi sijui aliendaje. Nimeishi kukuja huku nimeishi kukuja huku kila siku kila, kila siku namkia hadi jioni Kutafuta Gravi. Since the day to post videos d sijamkuta, so leo nime nimeamkia kama kawaida, pia kuja kujaribu nione kama atampata, cause we, si rahisi si raisi, si rahisi nimekuwa nikire nikikuja huku nikirecord nikimtafuta nikifanya each and every thing at least niweze kumpata ama each and every njia ya kujaribu kumkuta, but sijampata so Acha tujaribu pia leo na nyinyi kuwezekana. well, prediction kishindikana, tarudi tu. But mniombe tu God and protecting huku ndani juu leo niko peke yangu, niko peke yangu all of the days then nimekuwa nikikuja huku nimekuwa peke yangu nikizurura, nikimtafuta sijai mkuta vile no, mnaona, isn't easy ni play school, ni play school ni placeful sana, hizi zote ni makaburi. Niko peke yangu, watu wangu, mniombee. Mnajua mimi naye nakuanga mwoga kwa hizi vitu, but nime try kujikaza, nime try kujikaza kabisa. Bwana nakujanga huku baidhaa nakuwa na uoga sana, sijejua bwana, but acha tutrai kutafuta na nyinyi. Oh, munaona venye kuko kumetulia. Jua ni kali, my people, jua ni kali, jua ni kali sana. Jua ni kali hata nifikie huko mwisho, alafu nirudi niangalie hizi huko hizi mavitu vitu niende niangalie kuelia kaburi, ama ngoja nikaangalie kwa kaburi yende, uko juu sijaienda huko juu kuelea kaburi ya nani Sijaifika ujui, let me try to to check kwa hiyo kaburi nione kama maybe alijificha huko maybe ama mama, maybe alipatikana akarusha huko, so sijui, let me go and try ten. Jaribu isn't easy. Nakumbuka kwenye kaburi ya nani liko hiyo, naona kumbuka si sawingi, sijai kuja kuangalia. Hey we hey, hii mission sio rahisi, mtu yake tu kwa maombi, acha nichungulie. Kuna mtu what the fuck? Oh. watu wangu, jua ni kali, jua ni kali, jua ni kali na niko peke yangu kwa hizi makaburi. Jua ni kali na niko peke yangu kwa hizi makaburi kuna njia. So, nimekuwa tu nikirekodi sija, sijakuwa nikiposti juu. Sasa hata nikiposti kiposti na sijampata, haitakuwa manufaa kwetu. Gravice alipotea hiyo siku, najaribu kumtafuta tafuta huku kwa hizi makaburi, juu tulidipati tukiwa huku the last time, tukiwa na pa tukiwa huku <laughs> Kama by the way ni, nimechoka, nimechoka serious. I'm so tired watu wangu. I'm so tired. Mtweke kwa maombi, mtweke kwa maombi, kwa maombi. Let me try kumtafuta mtweke kwa maombi. I'm trying kumtafuta. I'm trying kumtafuta hizi zote ni makaburi venye tunaona Ee, mnaona hizi zote nje indo njia tulikimbia na yeye, but ikafika mahali akanipotelea, sijaweza kumpata. Siniangalia huku chini, maybe ako huku kwa maji ma huku kwa maji maji ma, maybe amelala huku kwa mamema karusho huku lmalemijiafsichek nona kuna, kuna kanjia. Let me just check. Penye mnaona hapa kuna kamto ni maji tu nasioni, yaani ni place weird, ni place weird sana, ni place weird sana hata penye mnaona. Alafu hapa ni kamto, nilikuwa naona ni kama kuna kanjia but hakuna cha, bado nirudi, yeah. Hey. Yes. bado mtrying. I'm I'm trying my level best, sijui ikamfanyikia kitu some days by tha, amepotea. Sijui sij sij siji ama nirudi kwa nyumba, but sezi give up, bado sijampata na sisi shida, nimetembea peke yangu kwa hii place but let me try, let me just try. Watu wangu huku, sio sioni dalili leo hata leo Mungu anionekanie, jamani, I'm suffering bwana, I'm suffering, I'm suffering bwana, oh, yeah. I'm suffering my people, acha nirudi tena huko nikae pale mwisho, at least at least nipumzike kidogo juu nimetembea nimetembea meimetembea nimetembea nimetembea nimetembea, ndo iwiki nenda kuisha still woking around tu, jamani, nimenyare nimechoka, I'm so stressed, nikotu niko tu have nothing to say right now

hapa si kupita pia ni mnaona, watu wangu, mnaona sijui, sijui, ni kama ni kama, hebu ngoja nikaribia. Nimeona mtu kama yeye, nimeona mtu kama yeye. Ya watu wangu, ni yeye, ni yeye, ni niyeye, wauau ndula kwa maji, ndula kwa maji. Watu wangu, hey, hey, na huku sijaikuja, huku ni kuelekea buru yenye o ilitoa watu zile makaburi za watoto watangu, ndio ule wa kuchukua huko chini kwa maji. Sijui nini imemfanyikia ama nini inaendelea hapo, ako karibu na maji, sijui nini inaendelea. But vile mnaona ni kama ako na stress, ako tu sijui, ako tu ako tu Bora leni. Gravice! Gravice! Gravice! ni mimi hapa, unafanya nini hapo? Acha nimkaribia watu wangu, acha nimkaribia. Watu wangu ni yeye. Ni yeye vile mnaona. Ni yeye vile mnaona.

Sina kwambia kitu hiko. Jokes jokes gani? Wewe uko na jokes? Ulikuwa unataka kukula nini kita? mm -mm, sijatoka huku kwa msitu, sijatoka huku kwa makaburi niende Nigeria. Ulikuwa unataka kuku, kukula nini Bana? Na ulikuwa unafanya nini hapo sasa? Mi nimekupata hapo. Na unashinda umeniambia umetoka, umetoka Nigeria kufanya nini? No. Na hata una nguo. Eh. Kuna tabia, tabia gani tuko nayo? Kila siku ulikuwa si kukula. Kukula, kukula. Kukula nini kwa, mto. Kwa, mto, kwa mto gani? Hii si ni maji. Msitu sisi tulikuwa Nigeria na wewe. Na mimi sijakuwa Nigeria. Na Unataka kuniambia hoja gani na Riaga? Mimi sijakuwa na Riaga, mimi sijakuwa na mtu yeyote, nimekuwa peke yangu peke yangu hadi venye sasa hivi imefikia. Aiwe. Sasa na nguo zangu ziko? Hebu nipe nguo zangu. Mimi sina nguo zako, wewe ndio niambie umepeleka wapi nguo? Ndio una nguo zangu. Eh. Yeah. Huko na tabia mbaya. Watu wanakuona. Naona wapi atu wanione? Nimeishi kukutafuta. Sasa unaenda wapi? Unatafuta kwa hizo makaburi. Makaburi gani? Makaburi gani? Watu wangu, mweke Gravice kwa maombi. Unaona ni kama kuna matatizo kidogo, kuna matatizo kidogo, kuna matatizo kidogo sasa anaenda kutafuta nini? hata pia nyi m anatafuta nini? Ananiambia nimekuwa naye Nigeria, na sija, hata sijatoka huku, nani konja? Watu wangu vibaya sana, sija since the day, sijakula ndio hiyo, sijui anatafuta nini. Mimi sijui nguo zako ziko wapi, kwa nini makaburi hizi hizi? Hizi vitu naona zimesimama simama zime, zime. Hata hapo kwenye umeenda kukata hizo mamatawi hizo, ni makaburi ziko hapo zimeshini. Si nilikuwa nakutafuta juu, tulipoteleana tukioka hizi makaburi, mimi na wewe, kuja hapa, kuja hapa. Unaenda wapi watu, unaenda wapi watu wangu, wanapenya? Ah, mnaona Anauliza nguo zake ziko wapi na mimi sijui nguo zake ziko wapi. Ulikuwa unafaa kwa, hapa na kwa hapa. Okay, mto gani, kwenye kwa kwenye ulikuwa ulikuwa ulikuwa ulikuwa umekaa na nani? Mko na nani? Sina wewe. Mimi sijakuwa hapo, nitoka kwa hesabu ya wengi. Na, nitoa tu kwa sababu ya wengi juu mimi sijakuwa na nyinyi. Uko sio uchizi. Eh, mimi si uchizi niko na mama, wewe ndio una uchizi. Tumekuwa na wewe sasa. Mimi sijakuwa na wewe. Ai? Wewe. Si wewe ndio umeambia watu jina lako pale kwa ile meeting tu. Ah, nimeambia mimi naitwa nani? Okay naitwa nani? Niambia naitwa. Wewe kwani hujui naitwa? Sasa waona vile unasema na umeacha tu chakula ikipikwa. Chakula gani? Si chakula ni kuisha hivi. Ah, twende unipatie chakula. Twende wapi? Si hapa kwa unasema kuna chakula. Sasa hapa kwa mtu kuna chakula. Okay, umejua je ni mto? Si umesema hapa kuna mto. Si ni mto, kwani nani yoni ni mto? Watanga, mimi nimechoka. Amenituma na tulikuanga na wewe hapa. Amenituma aje? Tulikuwa na wewe wapi? Tulikuwa na wewe huko Nigeria. Mimi sijakuwa Nigeria. We Nigeria ulikuwa peke yako? Na sijina na akina nani? Hebu niambie kwanza, ulikuwa na akina nani Nigeria? Tulikuwa na kina Oga. na ulitoka huko siku gani? na kina Oga. na Oga akina nani? Oga Oga na wapi ulikuona ukisikia mtu akiongea unaniambia uga. Mimi sijakuwa na wewe hata sija sija kukaribia hivi hiki. Huko akukua na mandizi. Hizi si, si, ni makaburi. Mandizi gani unaona hapa? Makaburi gani? Hizi si ni kaburi. Hizi ni ajuzi. Hizi ni kaburi ya juzi. Hiyo si ni kaburi nyingine iko hapo. Hizi ni nyingine imemeamea. Hizi zile nyingine za wa familia. Zile ee... Hizi unafanya nini kwa kaburi? Nilikuwa nakutafuta. Unaenda kutafuta wapi? We aliakula d ulikuwa nakula nini kwanza eh? Mama ulikuwa mnakula na wakufi. Wakufi wa gani? Si hao wako hapa sijui, nimekupata hapa, yeah. Mashetani za mashetani zako zimekufikisha hapa, sasa saa hii una nguo unataka kunisaidia aje nikupea eh? mi sina niko na short ndani, sasa ndakupeaje mi nitembea na shoti na nakupatia ya juu? sasa hapa sasa, acha eh, watu wangu, acha nampatie nguo yangu ajifunike juu tuweze kufika naye kwenye tunaenda. Familia zilikuwa familia hapa zinakwanga hapa, unakuanga hapa Watoto, ngoja nimpe nguo nam aniuliza. Mimi sijamuona, si nimeona huko kaburi yake, nimemkosa. Kaburi gani? Kaburi yake huko uh, juu juu. juu juu huko huko huko juu. Umetoka huko juu. umetoka huko juu. Hayuko, hayuko. Hayuko. Hayuko. Hayuko, ulikuwa hapa siko na panaka, ulikuwa hapa aya kuja wa wambia watu ulikuwa wapi juu? Mimi nimeshi kukutafuta na nimekupata leo, nimekupata nguo tongi, namtolea nguo yangu, namtoleay na ya... maisweta maisweta ea na mbona uko kwa kaburi peke yako? Nilikuwa nakutafuta shika, nantafuta peke yako kwa kaburi, ntafuta peke yako kwa kaburi. Mbona juu lipote ukiwa huku, mbona ukuita Red Cross? Tumekutafuta, tumekutafuta hata sijakuwa peke yangu. Nimekuwa peke yangu juzi. Juzi ndo nilianza kukua pe na nani hapa <coughs>

tukapoteleana, mimi nikaenda home. si nikadhani, oh, utarudi jioni oh, oh, nikidhani utarudi jioni hivyo kesho, venye tena nataka yake sikukuona hivyo huku peke yangu. Sasa simama, simama, ueleze watu ni nini ndani. Mimi nimechoka, ngoja tufike naye kwa nyumba nimwongeleshe, nimkaishe chini nimwongelesha, niambie ni nini ilikuwa inaendelea kutoka hapa. He'll give you the feedback for next video. For now, kwa kukua na sisi kwa hii mission. Kwa kufanya juu chini mmetry mumeniombea mambiani mme mesaidia nimempata leo ojan nimkalishe nimwongeleshe nijnijue nililifanyika kajipata Nigeria na nini alikuwa nangoja hapo apo. Then goodbye, tutapatana kwa next video bye bye.